Malengo ya serikali ni kumtoa mwananchi au mwanamke kutoka chini kati na kwenda kupanda juu. Kwa hiyo kupitia semina hii hapa au mafunzo haya tutakayoyapata, kina mama, naamini mkitoka hapa mtakuwa wafanya wajasiriamali wakubwa sana na bila uoga. Kwa hiyo, mkurugenzi, naamini kwamba una fedha unakusanya mapato mazuri sana kwenye halmashauri yako. Kwanza tukupigie makofi na hongera sana. Kwa hiyo katika ile asilimia ni nne nne mbili, kwa maana nne wa kina mama, nne vijana, mbili watu wenye uhitaji. Utatoa kipaumbele sana kwa wale ambao wako tayari wana biashara au tayari ni wajasiriamali. Kina mama, mimi niwahakikishie kwamba mpo mikono salama, na mikono hii kwa maana ya mkurugenzi, niendelee kuahidi ushirikiano kutoa fursa mbalimbali kupitia halmashauri yetu ya Hanang', lakini na halmashauri zingine kupitia wakurugenzi wa maeneo husika. Tutaendelea kuwasiliana kuhakikisha kwamba tunawawezesha ili muweze kupiga hatua kutoka hatua mliopo kwenda hatua kubwa zaidi kupitia mikopo ya asilimia kumi inayotolewa kwa ajili ya kuwezesha shughuli au miradi mbalimbali ya vikundi vya wanawake, vikundi vya vijana na vikundi vya wenye ulemavu. Tuna fedha nyingi sana, tunajiamini kwa hilo. Kwa hiyo sisi, fedha zenu ziko mikono salama. Tisisema Manyara, tunatambua kuwa uwezeshaji wa wanawake sio suala la muda mfupi, mbali ni mchakato unaohitaji mshikamano, ushirikiano na ufuatiliaji wa karibu. Tunaahidi kuendelea kushirikiana na serikali mashirika kukisha, wanawaki, ya maendeleo na wadau mbalimbali ili kuhakikisha wanawake wajasiriamali wanapiga hatua zaidi za kibiashara. Tunaamini kwamba siku moja haitoshi wanawake hawa wakitoka hapa wakawa wameshaelewa kila kitu, lakini tutaendelea kushirikiana nao kama na wadau wengine kuhakikisha kwamba tunawafuatilia baada ya hapa kumamba, ya ya ya ya ya, ya na kuona kwamba wamepiga hatua katika shughuli wanazozifanya wenyewe. Anapenda kutoa shukrani za dhati kwa serikali ya wilaya ya Hanang' na mbulu n ofisi ya biashara na maendeleo ya jamii tumekuwa tukishirikiana nao bega kwa bega tangu tumeanza zoezi hili.